Rais wa Urusi ndugu Vladimir Putin ametoa wito wa dhati wa kuunda mifumo ya hali ya juu na huru ya akili bandia yaani AI ya Urusi, akisisitiza kwamba nchi lazima ijitegemee kwa teknolojia yake na isiegemee mifumo ya kigeni. Wito wa Putin unasisitiza mkakati wa Urusi wa sovereign AI yani, AI huru ambao una malengo mapana kuliko maendeleo ya, kito, ya kiteknolojia peke yake. Putin alieleza kuwa mifumo hiyo lazima ijengwe kwa kutegemeana utamaduni, historia, utajiri wa lugha na maadili ya kitamaduni ya Urusi. Alionya kwamba kuiga teknolojia za magharibi kunaweza kusababisha utegemezi wa kiteknolojia na kidigitali kwani mifumo ya kigeni inajengwa kwa kutumia maadili na vipaumbele vya kigeni. Alitaka wanasayansi wa Urusi kuzingatia AI ambayo inalenga kutoa lugha ama inaelewa lugha ya Kirusi, misimbo wa kitamaduni na vipaumbele vya kitaifa vya nchi hiyo. Wito huu unakuja wakati Urusi ikiwekeza kiasi kikubwa cha fedha katika utafiti wake wa mashine yaani mashine na neuro network licha vikwazo vikali vya magharibi vinavyozuia upatikanaji wa vifaa vya kisasa ya yaani semiconductors. Mkakati wa elfu mbili na thelathini Urusi imeweka mkakati wa kitaifa wa maendeleo ya AI yaani national AI development strategies, ambao unalenga kuondoa pengo kati ya nchi na nchi zilizoendelea kiuchumi kufikia mwaka 2030 na kuimarisha nafasi yake ya uongozi duniani katika nyanja fulani za AI. Lengo la uhuru wa kidigitali, yani, digital sovereignty linaendana na malengo mapana ya Urusi ya kuhakikisha uhuru wa kiteknolojia, usalama wa umma na udhibiti wa habari ndani ya mipaka yake. Msimamo wa Putin unaweka wazi kwamba Urusi inaona ushindani wa AI kama sehemu muhimu ya mapambano ya kimataifa na ushawishi na uhuru wa kitaifa.